All for Christ mission awakening the nations. Maamuzi ndiyo sehemu ambayo au ndiyo kitu ambacho huamua hatima ya mtu, na kushindwa kufanya maamuzi sahihi basi huweza kupelekea mtu kufikia hatima isiyo sahihi au hatima mbaya. Leo tunakwenda kuangalia mfano na kujifunza kutoka kwa Yesu Kristo. Katika kitabu kile cha Luka sura ya 6, mstari wa 12 na wa 13, pale Yesu alipochagua wanafunzi wake 12. Na katika mstari huu tutakwenda kujifunza jambo moja kubwa sana ambalo ndio msingi wa maamuzi, na ikiwa mtu unatamani kuwa na maamuzi yaliyo sahihi mara zote, basi msingi huu ni wa muhimu kuweza kuzingatia. Na msingi huo ni nini? Ukisoma katika kitabu cha Luka sura ile ya 6 mstari wa 12 na wa 13 Yesu ambapo alichagua wanafunzi wake, ukiangalia kabla ya kwenda kufanya maamuzi ya kuchagua wanafunzi wake, Yesu alifanya jambo moja kubwa sana ambalo ndio lilipelekea kuwa na maamuzi sahihi katika uchaguzi wa wanafunzi wake. Japokuwa kwa kutazama kimwili yangeweza kuonekana kama ni maamuzi yasiyo sahihi kwa wakati ule. Kabla Yesu kuchagua wanafunzi wake, alijitenga na kwenda mlimani kuomba. Na si kuomba tu, aliomba usiku mzima kwa ajili ya kuja kuchagua wanafunzi kumi na wawili. Huo ndio ulikuwa msingi wa kwanza wa Yesu kuanza kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika huduma yake, yaani kuwa na maombi. Kwa nini? Kwa sababu maombi ndio yanatuwezesha kujenga uhusiano wa karibu na Mungu na kupokea maelekezo kutoka kwa Mungu Roho Mtakatifu juu ya nini tufanye katika maisha yetu. Kwa kama mtu haufanyi maombi au si mtu muombaji maana yake ni nadra kwa yeye kuchukua maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yake. Maana mara zote hata kuwa na uhakika wa taarifa anayoipata kwa Mungu, kwa sababu hana uhusiano mzuri na Mungu, yaani ushirika wa karibu na Mungu. Kwa sababu maombi ni kuwa na ushirika au ni mazungumzo na Mungu ambayo yanajenga ushirika wetu naye. Tunapozungumza na Mungu mara kwa mara ndio tunadumisha ushirika na yeye, kwa sababu Mungu ni rafiki yetu na huwezi ukawa na rafiki ambaye hauzungumzi naye. Kwa kadiri unavyozidi kuzungumza na rafiki yako ndivyo unavyozidi kujenga uhusiano wa, wako na yeye kwa ukaribu zaidi, na ndivyo ambavyo mtazidi kupeana taarifa na mambo mengi, kwa sababu mna mawasiliano ya mara kwa mara. Vivyo hivyo kwa Mungu, Mungu tunapokuwa na ushirika naye na uhusiano naye wa karibu, kwa njia ya maombi, tunaweza kupata habari nyingi na mambo mengi na maongozo mengi ya sisi namna gani tuishi katika maisha yetu na namna gani tutembee na namna gani na na tuenende na maamuzi gani tufanye katika maisha yetu ili kuliishi kusudi la Mungu kikamilifu kwa hiyo ukiangalia Yesu alijitenga na kwenda kuomba mlimani usiku mzima na kwenda kuchagua wanafunzi 12 baada ya kukucha alivyoshuka mlimani baada ya maombi akachagua wanafunzi 12 Alianza na msingi wa maombi, lakini tunakuja kuangalia kitu kimoja ambacho ni cha kushangaza, lakini ndiyo tabia ya Mungu. Mungu hufanya mambo kinyume ya mkini wakati mwingine na fahamu zetu. Baada ya Yesu kuomba na kwenda kuchagua, kwenda kutaka kuchagua wanafunzi, unakuta wanafunzi ambao alikuwa anawachagua Yesu na huduma ambayo Yesu alikuwa anakwenda kuifanya, ni vitu viwili ambavyo havifanani kabisa. Yesu anakwenda kufanya huduma ya kuihubiri Injili kwa ajili ya kuleta wokovu katika ulimwengu, lakini anakwenda kuchagua mtu ambaye ni mvuvi, mtu kama Petro, hana status yoyote, hana elimu, anachojua yeye ni kuvua. Anakwenda kuchagua watu kama watoza ushuru, ambao ni watu ukiangalia, ambao kwa kipindi hicho kwa sababu walikuwa ni watu, nasema wapigaji au wana, wana wanatoza ushuru kwa kulimbikiza ili kuweza kupata faida yao wenyewe, kinyume na utaratibu. Kwa hiyo ni watu ambao kwa wakati huo walikuwa hawakubaliki katika jamii, na wavuvi ambao labda hawaheshimiki katika jamii, ni watu wa kawaida sana. Lakini baada ya Yesu kuomba, maamuzi yanayokwenda kuyachukua ni kuchagua wanafunzi ambao wana qualities za namna hiyo. Na kwa kikawaida, ndivyo ambavyo mara nyingi inatokea hata katika maisha yetu. Tunaweza tukaanza vizuri kwa msingi wa kuomba, ndiyo katika maamuzi ambayo tunataka kuyafanya tukamwomba Mungu kwamba atuongoze kufanya maamuzi ambayo ni sahihi katika maisha yetu, na kweli tukaomba. Lakini kile Mungu ambacho anakwenda kutuongoza kinapokuja kukinzana na mtazamo wetu na matakwa yetu ya mwilini, basi tunaona kama si Mungu ambaye anazungumza. Tunakosa uhakika na imani juu ya Mungu, kwa sababu kile ambacho Mungu anatuelekeza kinakuwa kimekinzana na matakwa yetu, lakini tunakosa kufahamu kwamba Mungu atazamavyo ni tofauti na Mungu a, na mwanadamu ambavyo anatazama. Sisi tunatazama kwa nje, lakini Mungu anaangalia zaidi ndani, na anajua hatima ya mtu kila mmoja mmoja. Na ndio maana ili uweze kufikia hatima yako vizuri, ili uweze kuliishi kusudi la Mungu vizuri, lazima uwe mtu ambaye unafanya maamuzi sahihi wakati wote. Katika kufanya maamuzi sahihi ndio utajikuta unaambatana na watu sahihi wanaoweza kukuwezesha wewe kuliishi kusudi la Mungu kikamilifu. Kila mtu ameumbwa kwa kusudi, lakini ili ulifikia kusudi lako Mungu atakukutanisha na watu na vitu tofauti tofauti ambavyo utachangamana navyo, lakini ili uweze kukutana na vitu sahihi ili uweze kukaa na watu sahihi watakaokuwezesha kukupushi wewe kuliishi kusudi la Mungu na kulifikia kusudi la Mungu kutategemea maamuzi yako ya wewe kuweza kuwachagua hao watu sahihi na kuwatambua. Na maamuzi hayo, ili uweze kuyafanya vizuri, yanaanzia kwenye maombi, yanaanzia katika connection yako binafsi na Mungu, ushirika na Mungu. Ndipo Mungu atakapokuonesha ni kitu gani ni mtu gani ni, ki, ni watu wa namna gani wa kuweza kuchangamana nao, kwa sababu mara nyingi watu wamejikuta wakiambatana na watu ambao si sahihi katika maisha yao. Yamkini wengine ni katika ndoa, wanaingia katika ndoa na watu ambao wanakuwa nao katika ndoa na mahusiano si watu ambao ni sahihi kwao, wanajikuta badala ya kuendelea kuishi kusudi la Mungu vizuri, inakuwa ni kama jehanamu. Sasa wamefika ni kama, uh, wametoka nje ya mpango wa Mungu, lakini chanzo ni kwa sababu ya kushindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa maombi ndio msingi wa kuanza kufanya maamuzi sahihi, lakini kitu cha pili baada ya maombi ni utii wa ile sauti ambayo Mungu anakuelekeza, utii wa yale maagizo ambayo Mungu anakuelekeza, na utii huo hauangalii hali ya kile kitu ambacho Mungu amekuelekeza. Yesu alimchagua Petro, aliwachagua watu kama wakina Zakayo, watoza ushuru wasio na status, wasio na kitu chochote ambao uh, unaweza ukaangalia kama hawaendani na huduma ambayo anakwenda kuifanya, lakini ndiyo kusudi la Mungu kuwa Yesu aambatane na watu hao, kwa sababu walikuwa wanaenenda au wanamsukuma au watatembea naye katika kuifikia hatima yake, yaani ukombozi wa ulimwengu. Na ndio maana Yesu anasema alivyowaita aita alimuita Petro akasema, nitakufanya kuwa mvuvi wa watu, kwa sababu hakuangalia kwa wakati ule Petro kama mvuvi wa samaki, kama mtu asiye na status, ila alikuwa anamuona Petro kama mtume ambaye atakwenda kuhubiri Injili baadaye na kuweza kuwavua watu na kuwaleta kwa Yesu. Kwa hiyo Mungu haangalii kama vile mwanadamu ambavyo anaangalia kwa, na hata maamuzi ambao hutuelekeza sisi kufanya, wakati mwingine anaweza yakakinzana na matakwa yetu kwa namna sisi ambavyo tunaangalia kwa njia ya mwilini. Kwa jambo la pili ni kuweza kutii ile sauti ya Mungu ambayo inatuongoza katika kufanya maamuzi, ili tuweze kukutana na watu sahihi, ili tuweze kuchangamana na watu sahihi katika maisha yetu, vitu sahihi na kuliishi kusudi la Mungu kwa usahihi. Lazima maamuzi yetu yawe yenye utii kwa ile taarifa au lile kusudi ambalo Mungu anataka tulifanye. Mungu anataka uambatane na watu wa namna fulani, lakini yamkini kwa wakati huo ukiwaangalia watu hao labda hawafanani kabisa na status yako. Labda we ni mtu ambaye umesoma, lakini ukiangalia mtu ambaye Mungu anataka ukae naye kwa wakati huo uishi naye, labda katika ndoa, unamwona ni mtu ambaye ni wa hadhi ya chini sana kuliko wewe, lakini ndiyo Mungu ambaye amekusudia wewe uliishi kusudi lake kupitia mtu huyo. Yaani mtu huyo ni daraja kwako, mtu huyo ndiyo chachu ya wewe kulifikia kusudi lako. Sasa tukitazama mambo kama vile ambavyo Mungu anaona tutajikuta wakati wote tunafanya maamuzi sahihi, na tukiwa tunaanza katika maombi na kufanya utii wa asilimia mia moja kwa yale Mungu anayotuelekeza tutajikuta tunafanya au tunaliishi kusudi la Mungu kikamilifu kwa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi wakati wote katika maisha yetu. Yesu alifanya maamuzi sahihi, aliwachagua watu ambao kwa wakati huo walionekana kama hawafai lakini ukiangalia ndio watu walioenenda nao na kulitimiza kusudi la Mungu, na hatimaye watu hao pia wakazidi kutembea katika kusudi la Mungu na kufanya injili izidi kuenea mpaka hivi leo ambavyo sisi tuna, tunazungumza. Kwa hiyo nini nataka kusema, kila uamuzi ambao unaofanya unaamua hatima yako, unaamua ni kwa namna gani utaishi katika kusudi la Mungu. Kila watu ambao unachangamana nao, kila vitu ambavyo unavifanya vitaamua wewe Uh, hatima yako iwe ya namna gani. Kwa hiyo, ili hatima yako iwe sahihi, ili hatima yako iwe katika kusudi la Mungu, iwe ile ambayo Mungu amekusudia, lazima ujue kufanya maamuzi yaliyo sahihi wakati wote. Na utafanyaje maamuzi yaliyo sahihi wakati wote? ni pale ambapo utaamua kumtegemea Mungu katika kila jambo ambalo unalifanya haijalishi ni, ni dogo kiasi gani. Lakini kumtegemea Mungu katika kila maamuzi ambayo unayafanya kutakufanya wewe, kila maamuzi ambayo unayafanya hata kama ni madogo, yaweze kuwa katika ubora na yaweze kuwa sahihi wakati wote. Unajua, wakati mwingine shetani hamwangushi mtu kwa jambo kubwa sana ambalo linaonekana kubwa kwa macho yetu, ni kwa vitu vidogo vidogo, na anaweza akatupoteza katika uelekeo ambao Mungu ameukusudia kwa kutufanya kudharau maamuzi madogo madogo na kuona kana kwamba tunaweza kuyafanya sisi wenyewe kwa akili zetu, lakini kumbe katika kila jambo tunalolifanya, tunatakiwa tumtegemee Mungu. Ndio maana yeye anasema pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya neno lolote kwa kila uamuzi ambao tunahitaji kufanya ili tuliishi kusudi la Mungu vizuri, ili tutembee katika mpango mzuri wa Mungu, ili maamuzi yetu yawe sahihi, ili tuchangamane na watu walio sahihi, ili tuone baraka za Mungu zinakaa katika maisha yetu, lazima tujue kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Na maamuzi yaliyo sahihi yanaanza katika magoti, yanaanza katika maombi, yanaanza katika kupokea taarifa kwa yeye mwenyewe anayejua kesho yetu, yaani Mungu. Mungu anaujua mwisho tangu mwanzo kwa hiyo yeye anajua ni njia gani tupite, ni maamuzi gani tufanye. Lakini tukijaribu kukimbia na kufanya maamuzi nje ya Mungu, basi tutajikuta tunaishi nje ya kusudi la Mungu. Lakini tukijaribu kujiunganisha na Mungu wakati wote kwa njia ya maombi, tutajikuta tunapata uelekeo sahihi uh, kwa Mungu Roho Mtakatifu juu ya hatua gani na namna gani ya maamuzi tuyafanye ili kuliishi kusudi la Mungu. Lakini jambo la pili ni kutii, sasa kile ambacho tunakipokea kwa Mungu Roho Mtakatifu, pale ambapo anasema nasi, pale ambapo anatuambia tufanye kitu fulani ni kutii. Huwa anapenda kusema utii wa asilimia mia moja. Unajua wakati mwingine unaweza ukamtii Mungu nusu, yaani anakuambia fanya kitu fulani unafanya nusu nusu ufanye. Huo sio utii kabisa ni kutii kwa asilimia mia moja. Anakuambia fanya hiki, ni kufanya kwa asilimia mia moja. Fanya hiki, unafanya kwa asilimia mia moja, hata kama kinaonekana kwa wakati huo akifai, lakini wewe mwamini Mungu kwa sababu Mungu anaijua kesho yako, Mungu anaijua hatima yako, na ye ndiye mwanzilishi wa maisha yako, na ye anasema anajua mawazo anayotuwazia sisi ni mawazo mema, kwa hiyo kutokuwa na mashaka na Mungu ni jambo la msingi sana, kumwamini Mungu kwamba yeye anatuwazia mawazo mema. Kwa hiyo kila ambacho anatuongoza sisi kukifanya atakuwa anatuongoza katika jambo sahihi, ili kufikia hatima njema ya maisha yetu ambayo yeye Mungu mwenyewe ameikusudia. Kwa hiyo leo tuondoke na mambo hayo mawili, kila uamuzi ambao tunaofanya basi utaamua hatima yetu. Nini tufanye ili kuwa na maamuzi mazuri na kufikia hatima yetu ile Mungu ambayo ameikusudia ni kuweza kuwa na ushirika mzuri na Mungu kwa njia ya maombi, lakini kuwa na utii, utii wa asilimia mia moja kwa yale maelekezo ambayo Mungu anatupa. Ndipo hapo tutajikuta tunafanya maamuzi sahihi, kama Yesu akachagua wanafunzi ambao hatimaye alienenda nao hata kutimiza kusudi la Mungu, yaani uokovu kwa ulimwengu, na baadaye kwenda kurudi kwa Baba. Mungu atusaidie, na Mungu Roho Mtakatifu azidi kututia nguvu kuweza kumfahamu zaidi Mungu na sisi binafsi tuwe na jitihada ya kuweza kutaka kumjua zaidi Mungu. Maana ukimjua zaidi Mungu, ndivyo unavyozidi kukuza imani yako kwake. Mungu akubariki sana wewe, uliweza kusikia ujumbe huu, na unaweza kushare kwa wengine, ili pia waweze kupata ujumbe huu mzuri, maana naamini utatupa hatua kubwa katika maisha yetu kuanzia sasa. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema.